Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Niendelee kukualika na kukaribisha kwenye wakati mzuri wa maombi yetu yanayoendelea siku ishirini na moja. Karibu mtu wa Mungu, hujachelewa. Yes, Bwana Yesu atukuzwe sana, mtu wa Mungu. Uh, nikualike tena siku ya leo kwenye maombi yetu na mwendelezo wetu wa maombi Ninaamini Mungu ana kusudi na wewe, ana jambo na wewe, na bila shaka mwisho wa maombi ya siku ishirini na moja utakuwa umebarikiwa, utakuwa umeinuliwa na Mungu atakuweka kiwango fulani cha kiroho katika jina la Yesu. Uh, siku ya leo tutakuwa na maombi uh, yenye kichwa kinasema kasi ya kimungu, kasi ya kimungu. Niombe langu kwa mtu wa mungu kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na sita Mungu akupe kasi yake, kasi ya kimungu, akupe wepesi katika mambo yako, akupe kasi katika michakato ya maisha ya kimaisha, akupe kasi ya kiroho, akupe wepesi wa kiroho. Ninatamka, ninatangaza kwamba uwepesi wa Mungu kwenye maendeleo, kasi ya Mungu kwenye kila mipango ambayo unapanga, ni malengo ambayo uko nayo wewe binafsi, malengo ya kifamilia, kama ni mtumishi, malengo ya huduma, kama ni mzazi malengo ya watoto ukawe na kasi, ukawe na wepesi, ukawe na neema ya Mungu ambayo itaachiliwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mwaka 2026. Usibaki kama miaka mingine. Mungu aweke tofauti. Mungu aleze tofauti katika chini ya Yesu aliye hai. Nakuombea mtu wa Mungu, nakubariki mtu wa Mungu. Ninatamka, ninatangaza kasi ya Mungu, wepesi wa kiungu, neema ya Mungu ikufunike, neema ya Mungu ikubebe, nguvu za Mungu zikuwatamia pasiwepo na kizuizi, pasiwepo na kuzuiwa. Elfu mbili na ishirini na sita, uweza wa Mungu, neema ya Mungu, upako wa Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu ziyafunike maisha yako, hasa kasi. Um, uh, kukawe na kasi kwenye uh, miradi yako, kukawe na kasi kwenye maono, kukawe na kasi enye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye afya, kukawe na kasi uh, kwenye utafutaji, kukawe na kasi uh, kwenye mambo ya Kimungu, kukawe na kasi kwa namna zote za kimaisha Mungu akupe kasi Mungu akupe wepesi Mungu akupe neema Mungu akuwezeshe kukamilisha kila ambacho unakipanga sasa anasema kupanga ni kuchagua kila ambacho unakipanga kitokee 2026 Mungu akupe kasi na wepesi wa kukitimiza wa kujifanya kitokee wa kufanya kionekane kazi ya china na Yesu ali hai ikiwa kuna mtu wa kukusaidia, Mungu amlete na amlete kwa wakati, katika jina kula Yesu Kristo. Pokea.